Namsedakta mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo, ni fursa nyingine ya kipekee kukuweza kukuletea matukio tofauti tofauti ambayo tumeweza kuyafuatilia ndani ya juma hili kutoka katika kaunti ya Kisumu na kama unavyojionea basi, tunakujia moja kwa moja kutoka katikati ya jiji la Kisumu, moja kati ya sehemu ambayo iko hapa. Na siku ya leo tuko hapa kuangazia maswala tofauti tofauti, lakini kikubwa zaidi ni ujio ama uanzilishi ama kupandwa kwa Lynn Shosaha Foundation katika maeneo haya ya Kisumu, na tutakuwa tunasemezana naye mkuu wa wakfu huu ama mwanzilishi wa wakfu wa Lynn Shosaha. Baada ya kuhudumu kwa muda mrefu ndani ya kaunti za mkoa wa Pwani, sasa nizamu ya Kisumu kunufaika na miradi ya kipekee inayotekelezwa na Wakfu wa Lynn Shosaha. Leo tuko Kisumu, yes. Na Kisumu hapa ndo mahali nimelelewa no. Hapa ndo nyumbani sababu yes. Nimekuwa Kilifi, nimekuwa Mombasa, nimekuwa Taita no. Nimekuwa Nairobi yeah. Uh, complain nimepata sana huwa kwa nini sijafika nyumbani kwetu, so nilipofika hapa nimeona mabadiliko makubwa, hata kukaribishwa pia imekuwa uh, tofauti sana na kule eneo yenye nimekuwa nikifanya hizi shughuli. Kwa hivyo tulielewana na wazee pamoja na young mothers, tunaenda kutengeneza CBOs venye tumekuwa nazo hizo area zingine, so tunaenda kutengeneza CBO hizi, chama zikuwe registered, ndio hao ah, wamama pia wapate kusaidika jinsi wale wengine pia wanasaidika. Karibia wiki nzima ilikuwa mfululizo wa ziara kuanzia Kibigori iliyopo eneo bunge la Muhoroni hadi Kisumu mjini ambapo idadi kubwa ya walengwa ilifikiwa. Tuna ndoto ya kupigania uongozi yes. Kwa sababu yes. Nilikaa chini nikajiona yes. Eti sisi pia tunafaa na tunaweza kwa kila chochote vile wana, wale wanatembea wanaweza Anam. Sisi pia tunaweza Kibigori zaidi ya wazee mia moja walijitokeza katika hafla ya kipekee iliyoandaliwa na wakfu wa Lynn Shosaha kwa ushirikiano na wakfu kutoka nchini Ujerumani uliowakilishwa na mwanamziki Simon Krebs aliyezipoza nyoyo za wazee kwa burudani lenye hadhi kuu.

That our people in the west used to dance to in the 50s, but we sing them in Kibigori, far away from Kisumu, somewhere on a field. So that's something new for you guys and something new for me as well and for our foundation. Hafla hii ya kipekee iliwashuhudia wazee kutoka familia nyingi wakinufaika kwa unga wa ugali na kubugia chai kwa mandazi, hii ikiashiria mwanzo mpya wa jamii ya wazee kutoka kaunti ya Kisumu. Ya, asa sana hao wamama waliniomba kama wanaweza kutana na women rep wao wa Kisumu. Yes. Na niliwadhibitishia kuwa hiyo hilo jambo itafanyika. Yes. Kwa sababu nikiwa Mombasa nimekuwa nikifanya kazi sana na mama Zamzam. Yes. Venye mmekuwa mkiona kwa mtandao. Yes. Amekuwa akisimama na wajane na single mother. Yes. Kwa njia moja ama vile, amekuwa akiwapatia ngafu na pia amekuwa akiwapatia hizi material kama sharaani hizi mashini zenye wanatumia. Yes. Kwa hivyo niliongea na mama Zamzam Uh, akaniahidi kuwa ata communicate na women rep wa Kisumu ili tuweze kusaidia hao wamama jinsi pia venye yeye anafanya kule Mombasa. Kulingana na wakfu wa Lynn Shosaha, ni kwamba wazee wametelekezwa na wakfu huu umekuja kupanda tumaini jipya katika jamii, na tulifanya event on Saturday. Yes. na hiyo event ilikuwa asaa ya wajane na wale wazee Yes. Wazee ni wale watu wenye kwa sasa tukiangalia, mara mingi wanasema huwa wamewachwa, wamesaulika, hakuna mtu mwenye anashughulika nao. So hasa nilipofika pale nyumbani, uliona kama wazee walijitokeza wengi sana kushinda Mombasa venye huwa wanakuja. So tume, tumegundua tatizo iko, hakuna connection yenye community wamefanya sana sana, sana uh, kwa hao wazee wetu, kwa hivyo inamaanisha Uh, wako na challenges yeah, ambapo tuliona hiyo siku hata tulipeana unga na uliona venye walishukuru compare to the other areas inamaanisha vitu kama hizi haziwafikii sana sana. Ziara hii iliendelea hadi katikati mwa jiji la Kisumu, na kama kawaida ya miji mikuu, jamii za kurandaranda siongeni humo tulipata fursa ya kutangamana na baadhi ya vijana ili kutambua masaibu wanayopitia na vyanzo vyao vilivyowapelekea kujiingiza katika maisha ya kurandaranda mijini ili kupitia kwa Wakfu wa Lynn Shosaha kupatikane mbinu mwafaka za utatuzi wa masaibu hayo. Sahii umejoin mambo ya real, sasa nindyependelea kidogo, unielezee venye hii kitu imekusaidia na venye ulikuja kujoin mambo ya uhuru. Unajua najua, kwanza mwambie kwa dawa. Dawa nimetumia sana. Kuna saa zingine hata siku na hata kulala tu ilikuwa ni shida. Kulala tu usingizie usiku tu. Kulala ni shida. Dawa gani hiyo? Heroin. Hiyo ni dawa za kulevya. Mm. Heroin ndio. Kwa hiyo unga hiyo hiyo. Hiyo unga nyenye mnatumia. Eh. Alafu ulikuwa unafanya ile ya kudunga pia. Nadunga na tena nilikuwa na smoke. Kilele cha ziara hii ikawa kuzuru makavazi ya Kisumu, lengo likiwa kupata ufahamu kuhusu utamaduni wa jamii zenye makao Kisumu na kupima endapo inaweza kutumika zaidi ili kuimarisha jamii kuanzia vijana kiajira hadi wazee kimwingiliano wa kijamii. Nikiripotia Talanta Muanza Media kutoka kaunti ya Kisumu, jina langu ni Andala Francis Dennis.